Hujambo mwanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Leo tunaangazia fasihi simulizi, swali la kudurusu. Na tuko na wimbo hapa. Kondolo kondolo mlezi wa mwana. Mai kenda na ni kenda sokoni kenda. Kondolo wendolo mwana. Mai tarudi atarudi adazi lako akirudi. Pia nyama ya kufupa. Kufupa kwangu wewe msopa. Kipenzi mwana kondolo kindolo mwana ndolo mwana kuja titilaja basi ndolo kipenzi cha mama ndolo ndolo atarudi. Swali la kwanza, huu ni wimbo gani? Na tunaona kwamba ni bembelezi kwa sababu ni mtoto ambaye anaimbiwa na anaambiwa alale alale kwa sababu titi laja. Na pia tunaona kwamba kuna mlezi ambaye ametajwa, mlezi ndiye ambaye anaimbia huu mtoto, na pia tunaambiwa kwamba mama akirudi atamletea zawadi. Taja mbinu zozote mbili za lugha katika wimbo huu. Na tunaona kwamba tuna takriri kondolo, neno kondolo limerudiwa na pia ndolo. Pia tuna jazada titi linasimamia mama. Uh, kuna wahusika wangapi katika wimbo huu na tuwataje? Kwanza wahusika ni wawili. Tuna muibaji ambaye ni mlezi, alafu tuna kodolo ambaye ni mama, ambaye ni mtoto. Samahani. Haya, kutoka pale tuko na wimbo mwingine hapa. Ewe mainga wa ndumi siwe, uliowaambiwa kina mama siku tulopiga foleni chakula cha msaada kupata turudishe vifaranga kwenye miji, wageuke vijusi tena ja isiwaangamize. Siwe ulopita matusi, ukitema chumvi na sukari kuturushia jasamadi. Uhitaji wetu ukatutuma kuokota vihela uloturushia, ukatununua kura ukapata. Sasa miaka mitano imetimia waja tulagai tena mainga wadumi, huna lolote safari hii, ubunge umekudondoka ukitazama wanyonge, tumeamua kwingine kujaribu. Aa, katika swali la kwanza, eleza aina ya kipera hiki, na kwa sababu tuna pahali tumeona ubunge, basi bila shaka huu utakuwa wimbo wa kisiasa kwa sababu unataja kura na ubunge mbinu za lugha zinazopatikana katika utungo huu, tuna sitiari. Kuna vifaranga ambao ni watoto, unaweza sema sitiari au jazada. Kuna ujumbe uliofichwa pale, vifaranga zinasimamia watoto. Kuna maswali balagha ja isiwaangamize kura ukapata. Pia tuna tashbihi, chumvi na sukari kuturushia ja samadi haya. Kisha tuna tashihisi, uhitaji ukatutuma ya uwezo wa kutuma. Na tuna usabamba: siwe uloambia kina mama, siwe ulopita kutoka pale. Tunatambua nafsi neni katika utungo huu ni mpiga kura au mnyonge yule jamaa ambaye anapiga kura. Aa, fafanua toni katika utungo huu. Eh, hii ni toni ya kulalamika kwa sababu wanalalamikia kwamba walimchagua mjumbe lakini baadaye baada ya miaka tano akapotea, baada ya miaka tano ndio sasa anakuja. Haya, fafanuo umuhimu wa kipera hiki. Uh, umuhimu wa nyimbo za siasa kwanza, ni kukashifu uongozi dhalimu. Pili, kutangaza kauli mbiu za vyama vya kisiasa. Tatu, kusifu viongozi waadilifu Nne, kuimarisha uzalendo miongoni mwa wanajamii. Tano, kukuza umoja miongoni mwa wanajamii. Sita, kuonyesha matarajio ya watawaliwa na kwa viongozi, na hoja nyingine huonyesha historia ya jamii husika na mwisho huburudisha. Ah, ni hayo tu kwa sasa, shukran sana, hadi wakati mwingine.